Uh, wakati fulani mtu mmoja aliwahi kuniuliza kuwa hivi ni kwa nini mtu anafanya mambo mengi, anajituma, ana biashara zaidi ya moja, lakini bado ana anafeli anashindwa kufanikiwa katika katika maisha nika nikamwambia kuwa kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja sio kupata matokeo, ila unatakiwa kuchagua jambo moja ambalo litakuletea matokeo. Mfano rahisi, unaposoma katika Biblia, Daudi anapokwenda kupambana katika uwanja wa vita, anapokwenda kupambana na Mfilisti Goliati, alichagua mawe matano. Katika mawe matano aliyochagua, alitumia moja tu ndio lilikwenda kumwangosha adui. Sasa katika mawe matano ambayo umekusanya katika mambo mengi ambayo umejitengenezea, ume, ume kuyafanya, lazima uchague jambo moja tu ambalo litakuletea matokeo tofauti. Na hapo ukitaka kwenda nayo yote kwa pamoja, bado utafeli kwa sababu hujui shabaha yako ipo katika jiwe gani. Unaona mfano huo, kuwa ye Daudi alichagua mawe matano tena malaini. Katika ale mawe matano malaini, alichagua jiwe moja ndilo alilotumia, alilo kumwangushia unaeza sasa, alichukua matano na yale manne ako wapi? Lakini kitu kimoja utakachokiamua kukifanya kwa wakati, ukatia nguvu na jihadi, na muda wako ukauweka katika hilo jambo, mimi ninaamini kabisa lazima litakuletea matokeo, na itakuletea matokeo ambayo ni chanya, kwa sababu kufanya mambo mengi inapoteza ina, ina muda, nguvu na wakati mwingine unashindwa kumeneji kwa wakati. Lakini unapokuwa na jambo moja, unaruhusu kwanza akili yako kufikiri mbali zaidi kuhusu hilo jambo, unaruhusu muda wa kufanya mambo mengi kwa wakati huo. Lakini unapokuwa na mambo mengi, lazima utakuwa unagawanya nguvu, wakati mwingine utakuwa sasa, naweza nikatumia lugha kwa, unaweza ukatapanya nguvu zako kwa sababu kila mahali unataka kujaribu sasa ni lazima ujue jambo moja, kuwa hili ndio natakiwa nielekeze nguvu zangu. Uh, kuna watu wamefeli, kuna watu wanashindwa kupiga hatua kwa sababu kuwa wana vipaji vingi, wanaona kabisa wana vipaji vingi ndani yao na wanataka wafanye vyote kwa pamoja, wanashindwa kujua kuwa ni lazima kutem kitu kimoja ukifanyie kazi. Lazima uchague jambo moja ambalo unaweza kwenda nalo, jambo moja ambalo unaweza ukalifanya kwa wakati na litakuletea matokeo. Hilo ndio, ndio dhima ya kufanya ya, ya, ya kupiga hatua katika katika kile ulichokuwa nacho. Unaweza tukasema kwa mtu anaweza kawa na ana uwezo, ni mcheza mpira, ana uwezo wa kudansa, ana uwezo wa kuimba, ni mzuri kabisa katika vitu hivyo. Utakuta mtu yuko vizuri katika biashara, lakini ana biashara zaidi ya tatu. Sio jambo baya, lakini lazima uangalie na nguvu yako ikoje. Yani kuwa na jambo zaidi ya moja, lazima uangalie sasa, kama ni mtu ambaye unahitaji ku kuwa katika wakati huo, huwezi ukapitia. Wakati unafanya mambo mawili matatu kwa wakati mmoja, ni lazima uchague jambo moja ambalo utalifanya. Ni lazima uchague kitu ambacho utakipa muda ili kikuletee matokeo. Fanya jambo moja mpaka likuletee matokeo. Lakini kufanya, kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja wakati mwingine ina inaleta changamoto na wakati mwingine inaweza ika, ikakuharibu ika, ika na ikakuondoa katika mfumo ambao wewe ulitaka kuwa. Sasa hilo sio jambo zuri. Kwa hiyo kama unahitaji kupiga hatua katika biashara katika nyanja yoyote ile, chagua jambo moja. Fanya kama alivyofanya Daudi. Daudi alichagua jambo moja tu. Hilo ndio lililusha shabaha yake kwa adui na hakika ndio lilimwangusha adui. Kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja vinashindwa vina, vina, vina kuwa managed, na unashindwa kuvisimamia ku, ku, kwa wakati mmoja, kwa sababu vyote vinakuhitaji wewe. Lakini kufanya jambo moja kwa wakati inakusaidia wewe kugawa muda na inakusaidia wewe kufikiri zaidi kuhusu jambo hilo unalolifanya. Mimi ni ushauri kuchagua jambo moja na kuchagua jiwe moja ambalo litakuwa shabaha na litakusaidia wewe kufikia katika hatima ya malengo yako.